Ha, mechi ilikuwa nzuri, mechi ilikuwa nzuri kwa upande wetu, vijana wamecheza vile ambavyo tulivyoandaa kwenye mazoezi. Ndio ukicheza na timu kama Simba, wana wachezaji wengi, wana quality kubwa, wana wachezaji wengi wazoefu na wamecheza mechi nyingi, kwa hiyo ukisema twende tukapishane nao, wao waje kushambulia na wewe uende kuwashambulia, utatengeneza space nyingi nyuma na watakuwa zibu, kwa hiyo na washukuru vijana vile ambavyo tulitrain kwenye mazoezi ndio ambao wamekuja kucheza. Kwa hiyo matokeo ya kufungwa mimi nadhani si mazuri sana kwetu, lakini kwenye football ni matokeo ya kawaida. Msimu mbaya, msimu mbaya kwa sababu wakati ligi inaanza kila klabu inakuwa na malengo. Kwa hiyo malengo kama klabu isha feli, timu imeshuka, lakini kuna kwa kuna malengo individual mchezaji mmoja mmoja, mwalimu, lakini hata uongozi leo kwa mzuri, kwa sababu timu imeshuka, lakini naamini Mungu alikuwa panga hicho ambacho Mungu kimetokea, munushaanga tuweze kupingana navyo. Tunarudi kwenye uongozi, tutajipanga, tutasajili wachezaji kuhakikisha mwaka unaofuata kuirudisha timu, timu. Timu kwenye kwa shida, ilikuwa pressure pressure pressure, ilikuwa ishakuwa kubwa. Kuna wachezaji tayari walikuwa washakata tamaa ya kuwa hawawezi kucheza tena, na kuna wachezaji tayari walikuwa washakata tamaa kuwa timu imeshuka. Kwa hiyo tulitumia nguvu nyingi ku, kujaribu kuwa encourage, kuambia haijaisha mpaka ishe. Kwa hiyo gepu la pointi lilikuwa kubwa kiasi kwamba wengi walikuwa waishakata tamaa. Kwa hiyo mimi nasema yote kwa yote ni vitu ambavyo vishatokea, huwezi kuvirudisha. Tunaangalia mbele, tunaangalia mbele kuhakikisha tunabakiza wachezaji wetu mwakani tucheze championship. Naamini season inayofuata tutarudi tena kwenye premier league. Kocha ah, ndio kazi yetu, ndio kazi yetu. Naamini tusubiri, tusubiri, muda utaongea. Popote nitakapopata nitafanya kazi. Kocha, nini siri yako, kuingia, ayoye, mejulize, kutoka, toka, kwa sababu tangu ulipoingia wewe mpaka watu wamejiuliza imekuwaje kutoka alikotoka mpaka kuja kwa kocha, kwa mara ya kwanza tu anaonyesha kiwango cha aina hii siri ah, kubwa ni nini? Mimi ah, bahati nzuri nimesoma muda mrefu, toka bado nacheza nilikuwa nasoma. Kwa hiyo watu wengi walikuwa watu watu watu watu watu watu ha, ha, hawajui kama mimi nasoma na, kwa hiyo naamini yale ambayo tunayapata darasani tumeyaleta kwa wachezaji tumeweza kuwaelekeza nini wafanye. Nadhani mabadiliko mabadiliko yaliyotokea, ni tuwapongeze sana wachezaji kwa sababu waliamua waliamua wao kuipambania timu kuipambania nembo, lakini nadhani gepu la pointi na presha ilikuwa kubwa kwenye timu. Tutajipanga, tutajipanga.